Mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Kibamba, Anjela Kairuki amewahakikishia wananchi wa Mbezi kuwa barabara inayotokea Mbezi kupitia Mpiji Magohe hadi Bunju yenye urefu wa zaidi ya kilomita 24 inakwenda kujengwa msimu huu kwa kiwango cha lami, hivyo amewataka wananchi hao kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi kwa kukipa ushindi ifikapo Oktoba 29. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika kwenye mtaa wa Mpiji Magohe kata ya Mbezi, jimbo la Kibamba, jijini Dar es Salaam, mgombea ubunge jimbo la Kibamba Anjela Kairuki amewahakikishia wananchi hao kuwa barabara hiyo imekuwa ikisuasua, lakini endapo wakipata ushindi chama hicho katika msimu huu kinakwenda kujenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Lakini inajua huku kiko kichomi kimoja, barabara ya Mbezi Victoria hadi Magohe Mpiji kuishia Bunju, yenye kilomita ishirini na nne nukta saba na yenyewe tutaijenga kwa lami. Sisiemue wako ambao bado hawamina mini wamepata kizungumkuti kwamba wenda barabara hii imekuwa ya muda mrefu haitaijengwa. Niwahakikishie ndugu zangu, iko katika ilani na mtamsikia hata na mheshimiwa mgombea wetu wa urais akielezea barabara hii. Anatambua umuhimu wake, anatambua uzito wake, na itajengwa sisemu oye. Kwa upande wake naibu katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi Kilumbe Nyenda amewaambia wananchi hao kuwa chaguo bora kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa eneo hilo ni kukichagua chama hicho ifikapo Oktoba 29. Tumekuja kwenu na vitu viwili, tumekuja kwenu na vitu viwili, na wale wengine watakaokuja nao wanapaswa waje na vitu viwili. Cha kwanza tumekuja na ilani ya uchaguzi inayotoa matumaini ya kutatua matatizo ya Watanzania. Niwaombe kwa heshima na taadhima kwanza mtaambue kwamba chama cha mapinduzi, ilani ya chama inatekelezeka vizuri. Ukienda kwenye swala la afya, ukisoma ilani ya chama ukurasa wa ishirini na tisa unaelezea vizuri sana namna gani chama cha mapinduzi kitatekeleza ilani ya chama cha mapinduzi, hasa kwenye upande wa afya. Lakini kwa upande wa elimu pia, ukienda ukasoma ukurasa wa ishirini na tisa mpaka ishirini na saba ilani inaelezea vizuri sana inakuja kufanya nini, namna gani inakuja kuwahudumia wananchi wake.